Ili kuongeza ufanisi na uzalishaji wenye tija, ne wezesha taaluma kuunganishwa na soko la kazi za utafiti, utaalamu mwelekezi, uendeshaji wa shughuli za makampuni, utoaji wa huduma dogo utajumuisha utajumuisha makundi mbalimbali ikiwemo wana vyuo, wana taaluma, wachimbaji wadogo, wachuzi wa madini, wafanya biashara, wananchi wanaohitaji fursa za uwekezaji na biashara, na wadau muhimu kutoka taasisi za kifedha na mabenki, mashirika, vyuo, taasisi na mamlaka za hatubagui kundi la mtu yeyote. Nadhani kwenye hotuba yangu umesikia kwamba wapo wataalamu mbalimbali katika fani mbalimbali, wapo watafiti katika fani mbalimbali, wapo wachimbaji wadogo, wamo wasomi katika levo mbalimbali za elimu zao. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba huu mtoko unaenda kila yeyote ambaye ambayo ameona fursa ya uwekezaji kupitia mtoko huu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetuetea vijana hawa akuja kusaidia na kuinua kiuchumi. Nashukuru stamiko, hata viongozi wote wa serikali. Kwa kuona kutu, kwa kwa kutu, na kutuletea hili kampuni kuja kutusaidia tuamsha tu kutu, tumelala lakini sasa hivi angalau tumeanza kuamka na kuona mbele. Nashukuru staniko kwa ushirikiano wao mzuri kabisa kwa kutuinua na kutusimamia kibaji.